Wanaume tatu walioendesha ubakaji dhidi ya watoto wadogo walioneshwa mbele ya kiongozi wa mtaa wa Goma siku ya nne tarehe moja Mei mwaka huu. Bibi Helene Mukadisi Niragire alilaumu vikali ubakaji ulioendeshwa kwa watoto wa binti, pia watoto wanafunzi wa chini ya miaka kumi. Kiongozi anaomba kwa wakaji wote kwa jumla na hasa kwa mtaa wa Goma kutoa nje hali yote ya mabandia wanaoendesha vitendo vibaya vya ubakaji kwa watoto. Tumsikilize hapa Bibi Helen a, ah, watu mnaona, munaona ni bavioler bale wenye wakubaka watoto kidogo. Huyu mwalimu alifanya yenye wanaita kama ni tushe vaginal watoto ya masomo, alivyole msika wa diseta mpaka mtoto nanguka kama wanakuwa waisha kunya nini, baosepa alibebesha mtoto wa katorza, alimbebesha mimba. Kwangu mie mi nasikia uchungu